Hoja yangu ni kwamba itakapofika muda wa uchaguzi kichagueni Chama cha Mapinduzi. Ukifika muda wa uchaguzi kichagueni chama cha nini? Hebu nione wangapi atachagua Chama cha Mapinduzi kwa mikono. Hoja yangu ya pili, unapochagua Chama cha Mapinduzi hakikisha kwamba mchagua Dkt. Samia Suluhu Hassan kama rais wa nchi. Wangapi wanaonyesha mikono kwamba watamchagua Hebu niruke kidogo. Hoja yangu ya tatu. Yuko diwani wangu hapo anasema tunafanana. Anaitwa ndugu yangu, jina lako hebu litaje kwa sababu anasema tunafanana. Doto sasa. Nitaka nijue kama wanalijua si yako si yako hesa. Hapo anasema Doto, jamani tumpatia kura za ndio. Sasa nilikuwa nimeruka Magesa kwa sababu wao wanapenda kuona mwenye. Wanga hapo anasema Magesa, ndio sasa tutakupatia kura za ndio. Hii mikono mwenye kitu ukiona kura zimejaa ndio hizi. Kwa hiyo kimsingi, mimi nitaomba kura, nitachukua fomu na nitaendelea kuwa mbunge wa jimbo hili. Kidumu chama cha mapinduzi! Lakini la pili ambayo lilizungumziwa ilikuwa ni habari ya hifadhi. Nimpongeza sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, tulikwishapeleka maelekezo maombi yenu na kero yenu mahali panapo husika kwenye wilaya na mkoa, na hili mmelisikia kwamba lilikwisha fika tayari linafanyiwa kazi. Nimpongeze sana mkuu wa wilaya kwamba ni msikivu aliyoyakuta mezani hata kama alikuwa haipo wakati ule amekwishafanyia kazi. Lakini wote mnakumbuka vizuri kwamba tuna hoja nyingi ambazo zilitoka maeneo haya, mojawapo ilikuwa ni barabara zetu. Hizi barabara hii kwa mfano inayotoka hapa kwenda Nyarugusu tulitengeneza mwaka elfu mbili ishirini na moja kwenda ishirini na mbili. moja kwenda Kwa hiyo ilitengenezwa mbili, mmoja, mbili. Barabara hii vile vile ya kutoka hapa kwenda Katoro ili tengenezo sasa hivi imekuwa diverted imepita pembeni baada ya kutopita pale bakrif, lakini hivi ninapozungumza imeingizwa kwenye budget tena 25 26, inatakiwa itengenezwe kwa milioni 250 hii na hii inatengenezwa kwa milioni 210 kwenda Busanda. Kwa hiyo ninaamini kwamba Dkt Samia Suluhu Hassan, yeye tunayompelekea, anayachukua kama yalivyo na uzito wake, lakini hoja ya hawa ndugu zangu hapa Isingiro ni milipuko inayotokea kwenye nyumba pale Isingiro kwa hiyo watu wengi wamekuwa wanalalamika, wengine tunajibizana kwenye WhatsApp, wengine wananiambia kwa mdomo, na tulikuja hapa mimi, mheshimiwa diwani na viongozi wa kata, tukapitia nyumba kwa nyumba. Wengi wanasema mbunge, inawezekana, tulipita nyumba kwa nyumba, wale wananchi wa eneo lile wanajua. Tukalipeleka kwa afisa mkazi wa madini, tukalipeleka wilayani, tukalipeleka mkoani matokeo yake na majibu yake tumeyasikia, kwamba sasa nipo katika hatua ya utatuaji. Niombe tu mwenyekiti, kwako kwamba hili swala liende mwisho, kwa sababu wananchi wetu watakuwa wanaumia kama litaendelea kufanywa mchakato, ila liende mwisho ili wananchi waweze kuona hatima ya hicho ambacho kinazungumzwa hapa. Lakini yako mengi, najua ningeweza kusema, wako watu <laughs> mwenyekiti, labda kidogo. Watu wengi wanasema ah, hatujaona chochote kilichofanyika. Nikuhakishie tumemwomba kero nyingi za maeneo haya Dkt. samia Suluhu Hassan. na kazi aliyoifanya kupitia serikali mnaiona kuna nyongeze ongezeko la shule saba za msingi tunaingia madarakani hapa kulikuwa na shule moja ya sekondari leo ziko tatu kwa mtu anapokuuliza hamna kazi iliyofanyika lazima uanze kulinganisha je ni kweli kazi haikufanyika tumeingia madarakani vijiji takribani vinne vitano vilikuwa vina umeme. Buziba haikuwa na umeme, Kilombero Moja haikuwa na umeme, Kilombero Mbili haikuwa na umeme, Iseni haikuwa na umeme. Leo tunapozungumza vyote vina umeme, lakini utasikia mtu mmoja anasema hakuna tulichoona kilichofanyika. Umelinganisha kwao? Ninachoamini ni kwamba Dr Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa. Kazi yetu kama wawakilishi ni kuyaona yale mnayotuambia na kwenda kuyapeleka serikalini kwa ajili ya utekelezaji lakini nitakumbuka moja, niseme tu mwenyekiti, mbele yako japokuwa katiba wameniambia muda mfupi sana. Nilipokwenda kufanya mkutano wa kwanza pale Ilangasika, waliniambia kama itaonekana Ilangasika hapa daraja hili halitajengwa, usije tena. Na wakaniambia mbunge mwenzio tulimwambia, ukionekana Ilangasika daraja hili halijengwi, usije tena. Mimi nikawaambia sisi wanaume wengine tumezaliwa tume na tunaitwa majina magumu sana kivya ajaba gumba. yaani wale walioshindikana, sisi ndio yale yaliyoshindikana, ndio sisi tunashughulika nayo. kwa hiyo nikaambiwa, hili tutalijenga hili daraja. leo hii ukienda pale utaona nondo zimesimama, wanakwenda kumalizia kujenga daraja. Ni si sasa, nina uwezo kwenda kwa sababu daraja linafanya nini, linajengwa, lakini tumetoa hela mfuko wa jimbo milioni 14. Kulikuwa hakuna sekondari pale Buziba, tumejenga madarasa kadhaa ambayo yanamaliziwa sasa, lakini juzi mwezi uliopita, mheshimiwa diwani atakuwa shahidi, ni kuja usiku hapa, nimewaletea mifuko 100 ya simenti kutoka kwenye mfuko wetu wa jimbo, ili wao waangalie ndani humu kuna mahali gani darasa halina sakafu, kuna mahali fulani daraja dogo natakiwa kujengwa, wajenge, na ninaamini haya yanaendelea kufanyika.